Msitu wa Badea nchini Kenya ni kati ya misitu michache inayotegemewa kwa vyanzo vya maji nchini. Wanasayansi wanasema Kenya ina asilimia mbili pekee ya ardhi iliyo na misitu hiyo. Wanamazingira wanapinga hatua ya ujenzi wa barabara kuu ya Ndunyu Njeru Ihithe itakayopita katikati ya msitu na mbuga ya wanyamapori ya Abadea wakihoji kwamba madhara itakayosababisha kwa mfumo wa ikolojia inapita faida zozote zinazowezekana. From a water catchment perspective, we have major concern. Kwa mtazamo wa vyanzo vya maji tuna wasiwasi mkubwa. Ekolojia ya Badea ni moja ya vyanzo vitano vikuu vya maji nchini Kenya. Pamoja na hayo, ina utajiri wa viumbe hai na idadi kubwa zaidi ya ndovu nchini Kenya wanapatikana hapa. Tunazungumzia asilimia kumi ya ndovu, zaidi ya ndovu elfu tatu na mia sita. Barabara hii itaigawa mbuga mara mbili, itasababisha uharibifu wa mazingira, itawaweka watumiaji wa barabara kwenye hatari na kusababisha mzozo kati ya wanyamapori na binadamu. Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira nchini NEMA, imetoa idhini kwa ujenzi wa barabara hiyo yenye kilomita 97.8 baada ya kukamilika kwa ripoti ya kutathmini athari za mazingira. Wadau serikalini wanaunga mkono hatua hii kama muhimu kwa maendeleo, kwa kuwa barabara yenyewe itaweza kuunganisha kaunti mbili za Nyeri na Nyandarua. One of the major problem that we have. Tatizo kubwa tulilo nalo hasa kwa kaunti zilizoko eneo hili zinazotegemea kilimo kwa asilimia kubwa zikiongozwa na Nyandarua ni muunganisho. Uchukuzi wa mazao yetu ni changamoto kubwa, imewabidi wakulima kuuza mazao yao kwa bei ya chini sana. Kulingana na NEMA takriban ekari mia moja na nne ya mimea itaharibiwa ujenzi huo utakapofanyika, ambayo baadhi yake ni mimea asili kama vile mianzi. Aidha, barabara hii itakuwa wazi kuanzia saa kumi na mbili asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni kulingana na sheria za mbuga ya wanyama. Where you want to put Wakati tunataka kuweka miundo mbinu kwenye mifumo muhimu ya ekolojia, tunapaswa kuwahusisha wanasayansi hasa tunapofanya miundo yetu. Wanasayansi wanaweza kuwashauri wahandisi kuhusu namna ya kujenga barabara iwapo inafaa kupitia juu au chini. Hii imetumika kwenye mataifa mengine ulimwenguni na imefaulu hasa kwenye barabara kuu na reli. Kupitia wakili wao Brian Onderi, muungano wa wahifadhi wa mazingira nchini Kenya unaowakilisha mashirika sabini na tatu wamewasilisha ombi kwa mahakama ya kitaifa ya mazingira kusitisha mradi huo. Critical ecosystem itakuwa na athari gani kwa jamii zinazopakana na Abadea? Wakati mazingira yana afya, taifa lina utajiri. Yeyote anayesafiri kutoka Nairobi hadi Mombasa haupaswi kuelezwa kile hutokea kunapokuwa na barabara kuu. Kuna taka, mifuko ya plastiki na chupa kwenye barabara hiyo. Kwa nini tufanye hivyo ilhali hili ni jambo tunaweza kulidhibiti? Wanapendekeza barabara mbadala, ambayo itahusisha kukarabatiwa kwa barabara ya Ndaragwa Kiriamu ambayo haipitii katikati ya mbuga ya wanyama na ambayo pia itaigharimu Kenya shilingi bilioni moja nukta tano ikilinganishwa na shilingi bilioni nne nukta nne zilizopendekezwa. Barabara mbadala iko nje ya ua la umeme la mbuga ya wanyama ya Abadea. Hii inamaanisha haina vizuizi hivyo. Vilevile vile, barabara hiyo haitakuwa na vikwazo vya kasi, kwa hiyo itachukua muda mfupi kwa watu kusafiri kutoka mji wa Nyeri hadi Olkalao ni pendekezo ambalo wameliridhia wakazi waliolalamikia masaibu ya muda mrefu juu. Hata watu wa Murang'a, watu wa Nyeri wote wanakujia viazi hapa, nyanya ka, a, nini, karoti na kabichi. Sasa mkisema ipitie msituni, sasa nini, nini, wanyama ndio watafaidika na ninini watafaidika naye, si chakula inalimwa kwa hii nini, kwa hii mashaba lakini walikuja hapa na wakafanya public na tukasema hii barabara ijegwe, vile ilienda ikaanza ika kujegwa huko, hatukujua si tunasikiaga ati barabara sijui ya mau ya Maumau, sijui ihidhe, hatujui ni inaendaga namna gani.